akifanya lolote jambo kubwa Atuvon. Leo Clement kafungua duka Kinondoni, Sinza, sio Kinondoni, duka lake kaajili vijana wa Kitanzania. Kwetu sie ni furaha Leo Clement angetoka, angeenda nje, inawezekana angekuja kujenga hospitali inawezekana, angejenga shule, hiyo pesa alopata huko. Tumemwona Sadio Mane, ndo maana Simba tunalia, wachezaji wetu wazawa na wao wakipata nafasi waende nje. Mbona wachezaji wachezaji wa, wa, wa, wa kigeni maforena wakipata nafasi kwenda nje wanakuwa so wagumu kuwachia? Leo Stefano Azizi yuko wapi? Wamemwachia akaondoka na so Mtanzania. Leo Stefano akifanikiwa, watafanikiwa Burkina Faso lakini inakuwaje? Mchezaji wa Kitanzania unamkatisha ndoto zake, na ndio maana Simba tulimtetea Clement, watu wakaminduka waka oh, mnaogopa mna, mna kwenye mechi ya dabi. Hata atakosekana mtakuwa hata, hata wafunga hata uwafunge Simba miaka mia, mwisho wa siku utastaafu utabaki na uzee wako, na Simba itakuwepo. Maana wanasema mambo sio ya kwenu, mnayavalia sana kibwaya, yaani ngoma sio ya kwako, lakini unavalia kibwaya unaingia ndani kucheza mambo ya kimaendeleo ya kimpira. Hey, sio ya kwako. Kama unavyomuona unavyozaa mtoto ukampiga pale ukamuua au ukamfanyia tukio baya, serikali inakufanya ina nini, haikuhukumu mtoto si wako, ume umekesha wewe usiku kama ulimpata usiku au mchana, chakula cha kumpata ule mtoto cha kumpa ule mtoto umempa wewe lakini muue ule mtoto uone shughuli ya serikali. Tunapozungumzia kitu chochote cha maendeleo ya mpira, hatukuzungumzii klabu yako au wewe kiongozi kwa maslahi yako, tunazungumzia umoja wa nchi yetu na kufanyikiwa kwa nchi yetu. Sasa wao wasituone kama sisi tunazungumza kama labda usiku na kitu, tunachokitaka sisi tunachotetea maslahi. Leo watanzania tunafarijika sana kumuona Mbwana Ali Samata yuko katika level za juu, na kuna vitu kafanya Mbwana Samata. Leo ukifuata system ya Samata, kaajiri watanzania wengi ambao ajira walikuwa hawana, kwa kupitia mpira. Samata katokea kwetu Simba. Simba tunafarijika, lakini kwa nini nyinyi mnabana? Na si tumempa tumem Clement mfano sio hivi hivi, awa na ndo storia yao. Wamemferisha Jerson Tegete, wamemferisha wame Mrisho, Alfa Ningasa, hao wa Tanzania, hamna foreni hata mmoja na hao watu mpaka leo wanashindwa kusema tu, lakini wamerudishwa nyuma sana na hao watu. Jeli alishaondoka, ngasa alishaondoka. Ngasa imekuja timu kutoka kutoka Sudani, wana hela keshi, wamemwambia azime simu, kaenda kujifungia ndani, Waarabu wamekaa na hela, wameondoka wameenda kumpa mtu mwingine. Leo kwa nini hawa watu sisi tusipate ulakini na wao na ndio maana tunasema, wanachokifanya wanakikosea. Wachezaji wa kitanzania wanawanyima haki zao, wachezaji wa kigeni wanawapa nafasi. Leo Fiston Mayele kaondoka, samani ya Mayele akipata chochote atatusaidia Tanzania, si anasaidia Kongo. Sasa mbona wawazawa wanawabania? Wana wameua vijana wetu wawili, roho roho zinatuuma, na wale ni Watanzania kama mtu anakasirika kwenye jeli akasirike. Na hii na, na, na, na, hii ndo wanaoifanya leo. Mfate jeli Tegete umwangalie wamempotezea maisha yake. jeli kashawini Ulaya, wamemshawishi arudi, karudi wazungu wamwambia kama ameondoka kwenye timu yako baki huko huko, kakosa nafasi. Sasa kuna vitu vingine si hatuvipendi, sio kama tunaingilia vitu havituhusu, ila ukigusa maisha ya Mtanzania ukampeleka ovyo, sisi tutasema. Shabani eh, wenzenu jana wamezindua zamu yenu sasa leo. Kwanza niwapongeze, wametengeneza jezi ambayo ina thamani kwa wale watu wa hali ya chini, hasa mamalishe na watu wa kwenye mabucha. Wametengeneza jezi ya, ya, ya, ya njano, ina ina apron. Tunajua mamalishe wakivaa wanavaa na apron. Sasa hao wamewatengenezea moja kwa moja, yaani ukinunua jezi yao apron inakuwa iko kabisa hapa kwa hiyo kitaka kupika kufanya mambo yote wewe unamaliza shughuli yao. Kwa hiyo mimi niwapongeze katika hilo. Wamejali vitu vyote. Hiyo ndio tunavyotaka sasa. Na mamalisha nao wajali kidogo, wajali kidogo watu wa mabucha ya nyama, wajali kidogo. Kwa hiyo ile apron yao ya, ya rangi ya njano. Sisi kwetu ile ni furaha zaidi. Kwa hiyo hapo niwapongeza. Eh, niwapongeza katika ile apron. Yeah. Ya njano ile ina apron. Yaani mimi ile nimeipenda. Yeah, ni apron ni apron, jezi. Apron. Yaani apron ni kitu ambacho kinazuia nguo yako isichafuke. Kwa hiyo jezi litengenezwe afu juu ikawekewa apron. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana, wamefanya jambo la maana. Ya kijani wameweka hata mama, mama ambaye ananyonyesha anatoa ziwa watu ananyonyesha, kwa sababu unatoa sikuna kola ile ya vi na ile ya kijani, hata kutakuvalia tai shehe. Unavaa na tai. Mbunifu wao uko vizuri sana. Kwa hiyo katika hilo niwapongeze, wasubiri shughuli yetu leo <laughs> ha, nimefurahi <laughs> hatujarudi, wasubiri shughuli yetu leo inshallah. Leo, leo jezi ya mpira inatoka Tanzania kwa Simba Sports Club, sio jezi ya vibonzo. Sema habari, nimesikitika kwa sababu kwenye jezi yao hajaweka kibonzo. Wangeweka maandishi Simba, tumemfunga mara sita. Kwani ni uongo amejafunga? Ah, ndio tunasikia raha sasa yake. Yaani wakiweka kibonzo, ah, wakiweka kibonzo, si tunasikia raha. Tunasikia raha kufungwa mara sita. Wakiweka kibonzo. Eh. Kufungwa tena, tushafungwa mechi imepita. Eh. Kibonzo kile wanachokiweka sana, wanakumbusha. Kwa sababu ile ina jezi, inakuwa kila ukikutana nayo unasoma, unaiangalia. Wanakukumbusha. Eh, hapo namba sita hiyo ni yeye, wanakuja kuweka kwa nyuma. Kwa hiyo si tunasikia raha. Tunasikia raha sana. Sasa sema jezi hiyo haijaweka kibonzo. Sasa kama haijaweka kibonzo, kwa kuwa kwa kuwa hawajaweka kibonzo Tuwapongeze ile apl. E, inatosha siye kwetu fulani. Bwana Shabani, asante sana. Nashukuru sana.